Shangwe, nderemo, navifijo, na vifijo vilishuhudiwa wakati wa kuwasili kwa wamishonari eneo la Kathiani kwenye kaunti ya Machakos. Wamishonari zaidi ya sitini kutoka Umoja wa Wakristo wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro waliwasili katika kanisa la Trinity End Time Restoration Ministries, tayari kwa mkutano wa injili wa wiki nzima. Injilisti Tobias Omanyala, mmoja wa mishonari, alielezea matarajio yake kuhusiana na mkutano huo. watu wote wapate kuwa na ufahamu wa neno la Kristo na wapate kuwa waje katika ufalme wa Mungu, na wacha tuje jinsi Kristo alivyotuahidi kwamba, twendeni kule ulimwenguni tukahubiri neno lake, tuwabatize kwa jina la Baba na la mwana na la Roho Mtakatifu, ili tukaweze kutengeneza wafuasi wa Kristo wa ili kila mmoja aweze kuwa na ufahamu ya kwamba Yesu anaokoa. Wainji listi wanatarajiwa kufanya uinjilisti wa maeneo tofauti katika eneo la Kadhalani ikiwa ni pamoja na Kadhiani, Kingatwani, Nzaikoni na Kwakilea akiwasihi wamishonari na wanakijiji kujitokeza kwa wingi. Mwenyekiti wa kamati ya andalizi ya mikutano ya Injili, Daniel Kipsang, alipeana mwelekezo wa jinsi mkutano utakavyoendeshwa wiki nzima as well as visiting the children's home we are also looking forward to visit our various school to ensure that the word of god to this land is well known ningependa wa wamissionari waweze kujitolea katika kazi ya mungu Waweze kufikia wanakijiji wote. Umoja wa Wakristo wa chuo kikuu cha Masinde Muliro umekuwa ukiandaa mikutano ya uinjilisti katika sehemu tofauti nchini, ikiwemo Kilgoris kaunti ya Narok, Eldama Ravine kaunti ya Baringo, Embakasi Nairobi, eneo la Chutber kaunti ya Kisumu, Matungu huko Kakamega na eneo la Kibwezi kaunti ya Makueni. Nikiripotia makala ya injili ya umoja wa Wakristo wa chuo kikuu cha Masinde Muliro, jina langu ni Edwin Aduvwa.